Uh, Mangungu akiwa anawasili kuna Dimba la Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuhudhuria kikao kilichoitwa na serikali pamoja na uh, bodi ya ligi kushirikiana na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kwa ajili ya kupata suluhu ya mchezo wa Dabe ya Kariako. Mwenyekiti wa Simba Sports Club Murtaza uh, Mangungu amefika hapa kwa ajili ya kuhudhuria kikao ambacho uh, kinaongozwa na waziri wa Wizara ya Utamaduni sanaa na Michezo, Mheshimiwa Prof Pala Magamba Kabudi, kushirikiana na naibu waziri eh, Hamisi Mwinjuma. Murtaza Mangungu huyo hapo amefika ikiwa ni kiongozi wa ngazi za juu kabisa kutoka Simba Club, ambaye amefika hapa Benjamin Mkapa muda huu baada ya viongozi wa Africans kufika. Sasa ni Murtaza Mangungu akiwa amefika eh, kwenye dimba la Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuhudhuria kikao liokujumekuja nalii na, lipi na kama ni msimamo wenu? kama siwezi kutoa msimamo, maelezo yanatolewa na wizara ambao wametualika. Kwa hiyo tukimaliza kikao tutaweza kuzungumzia, okay, hivyo. Lakini mmekipokeaje kwanza? kikao hiki ni utamaduni wa kawaida, mbona tunakutana mara nyingi na wizara? sijui kwa nini imetriga watu wamekuwa na attention kubwa oni kwamba pressure yake ni kwa sababu ya ule mchezo ambao uliahirishwa. Kwa sababu kikao hakikuzungumzia ajenda ni ipi, yeah. Ni vigumu kuweza kujua kwamba pressure ni ya kitu gani. Sawa basi, asante. Kila la hili. Ni mwenyekiti wa Simba Sports Club Murtaza Mangungu akiwa anaingia kwenye dimba la Benjamin Mkapa uh, kwa ajili ya kuhudhuria uh, kikao Kilichoitwa cho na serikali za uh. Mangungu akiwa anawasili kuna dimba la Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuhudhuria kikao kilichoitwa cho na serikali pamoja na uh, bodi ya ligi kushirikiana na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kwa ajili ya kupata suluhu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mwenyekiti wa Simba Sports Club Murtaza uh, Mangungu amefika hapa kwa ajili ya kuhudhuria ku, kikao ambacho uh, kinaongozwa na waziri wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo Mheshimiwa Prof Pala Magamba Kabudi kushirikiana na naibu waziri uh, Hamisi Mwinjuma. Murtaza Mangungu huyo hapo amefika ikiwa ni kiongozi wa ngazi za juu kabisa kutoka Simba Sports Club ambaye amefika hapa Benjamin Mkapa muda huu baada ya viongozi wa Young Africans kufika. Sasa ni Murtaza Mangungu akiwa amefika uh, kwenye dimba la Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuhudhuria kikao.